Skuli ya zamani ilikuwa hauwezekani ukae darasani uoshe feni uoshe taa, lakini kwa skuli sasa hivi unakuja huku unakaa kitini unaoesha feni, taa. Na kwa upande wa maji, skuli ya zamani kule, kidogo miundombinu ya maji alikuwa ni mdogo, lakini kwa skuli ya sasa hivi tuliyokuja, miundombinu ya maji inapatikana vizuri, vyooni maji yako na sehemu nyingine, baada ya kujengiwa skuli kubwa hii. Sasa hivi hatusomi kwa nadharia, tunasoma kwa vitendo. Yani tukielezwa jisikani ambavyo tunatumia kompyuta, tunaenda tu katika chumba cha kompyuta, tunatumia kompyuta kwa vitendo, lakini mwanzo tulikuwa tunasoma kwa nadharia na pia kule tulikuwa tuna lebo, lebo moja tu ambayo ilikuwa haikutingufawa aaa mazu, lakini tulipokuja huku tuna lebo mbili, lebo moja imekusanya chemistry na biology na lebo moja ya physics ambayo yote imekamilika vifaa na vifaa vya kisasa. Ukitaka kusoma practical hakuna hitaji kwenda habu au wapi, sasa hivi tunaipata shuleni petu. Raisi wa Zanzibar tunampongeza kwa sababu amefanya vizuri. Ilikuwa hatujui kama itakuwa hivi tokea mwanzo, tulikosema tulikuwa tunafikiria tutamaliza shule tupo ile ile ile. lakini alipoingia madarakani kafanya vizuri. Hongera Dr. Hussein Mwinyi. Tunampa jina la Hussein Maendeleo. Asante sana. Kwa mfano, kabla hivi tunataka kuja kuhamia huku, kulikuwa na baadhi ya madarasa wanafunzi wanafika kama hamsini, hamsini na nne, hamsini na nane, hamsini na sita mtaona. Kwa hivyo idadi ya wanafunzi madarasani ilikuwa ni kubwa. Kulikuwa na madarasa ya fomu wani, tulikuwa tumeshindwa hata pa kuwaweka, tulikuwa tumewachanganya pamoja, wanafunzi wa fomu wani A na B, e, tunawaweka pamoja madarasa mawili kwa moja tunasomesha sasa Utaratibu huu ulikuwa unatupa shida sana katika kusomesha, kwa sababu idadi ya wanafunzi ilikuwa ni kubwa kulinganisha na madarasa yenyewe. Mheshimiwa Rais tulimwaahidi kwamba tutaleta matokeo mazuri, marahi ajiandae kutupokea Ikulu katika chakula cha mchana wa matokeo mazuri. Ufundishaji wetu umekuwa mwepesi Yani, naposema mwepesi nakusudia walimu, hatutumii nguvu kubwa sana kama ile tunakuwa tunatumia kule tunapowasomesha wanafunzi wengi ndani ya darasa moja. Unaona, sasa hivi tunafundisha kwa wepesi zaidi katika ufundishaji wetu. Wanafunzi tunawafikia, tunafikia takriban wanafunzi wote mpaka namaliza kipindi chako. Kwa ufundishaji umekuwa mwepesi, na wanafunzi wetu pia hata ule ufahamu wao tumewahisi umekuwa ni, ni, ni, ni mzuri zaidi kulinganisha na pale mwanzo, sababu sasa hivi udadisi wao umekuwa wa, wa haraka natarajia haraka kuwa nao vipaji vipaji vya hali ya juu vya elimu ambavyo watoto wetu wanaenda kuvisoma mjini, tunavitarajia sasa sa vitupate ndani ya badu ili kupunguza gharama za kwenda mjini na kukaa hapa hapa ni bora zaidi. Lakini pia Dk. Hussein Mwinyi ametoa metuwa... siku alikuja kufungua shule pale amesema kwamba atajenga shule shule za wani, wani, wani, wani, dahalia. Sasa ni bora kuja zile dahalia, kwa sababu shule na dahalia tunawawezesha wanafunzi kwamba na walimu wanakaa hapa hapa, si wanasumbuka. i maendeleo makubwa, kifupi maendeleo ambayo kuja mfano. rais wetu wa Zanzibar atatoa shukrani za dhati kwa kile mtu kwa ambaye kwa ameonesha mfano kwa Tumbatu.